Moja ya kujenga hii. Hii ni kwa ajili ya manufaa ya kila mmoja na shirika yake na pamoja na sisi yani serikali na wilaya yetu ya Chamwino. Kwa hiyo niwashukuru kwa kutoa muda wenu naongeleni sana. Lakini rai la yangu ya mwisho kabla sijafunga ni kutengeneza misingi ya uwazi na uwajibikaji. Tutengeneze misingi ya uwazi na uwajibikaji katika utendaji wetu au utekelezaji wa shughuli zetu wa miradi yetu. Kuanzia ngazi zote unazopita, ngazi ya kijiji mpaka huku wilayani, itatusaidia kwenda kufanya kazi bila migongano yoyote. Na, na mwisho kabisa, kama alichosema hapa mwenyekiti wenu, utoaji wa ada ni muhimu. Mmeona tunafanya vikao, lakini ada itatusaidia na ni sheria na michango mingine ambayo ni rasmi. Kwa hiyo nitoe rai kwenu waendelea kushirikiana, kushikamana kwa ajili ya manufaa ya kwetu wote. Baada ya kusema hayo, naomba nitamke rasmi mkutano huu au kikao hichi nimekiahirisha. Asanteni sana.